Dunia yangu mpendwa, leo nimeamua kuandika hii barua kwako, sio kwa lawama tu, bali pia kwa msimamo wa moyo. Maisha yako yamenifundisha mengi, furaha na huzuni, changamoto na mafanikio, lakini leo nataka uisikie sauti yangu, sauti ya yule anayehangaika, sauti ya yule anayejikaza, na sauti ya yule anayepambana ili asizame katika wimbi la mateso yako. Ninakiri dunia, mara nyingi umenipa majaribu makubwa, nimeanguka na kuumia, nimeona huzuni na kukata tamaa. Lakini dunia yangu, kuna kitu huwezi kukivunja imani, na nguvu ya kuendelea kupigania uhuru wa roho yangu. Leo nakwambia wazi, sitakubali mateso yako, sitakubali mateso ya kunivunja, sitakubali shinikizo zako ziondoe ndoto yangu. Nitajikaza, nitaendelea, nitaendelea kupiga hatua. Kila jaribu utakaloniletea litakuwa jiwe la kunijengea ngome ya udhabiti. Najua safari ya kujikomboa siyo rahisi. Najua nitahitaji machozi, jasho na maombi. Lakini dunia, fahamu kwamba kila tone la machozi litaniletea ujasiri. Kila tone la jasho langu litamiminia na kurutubisha mbegu ya ushindi wangu na kila changamoto itaniletea maarifa. Kadri ninavyoendelea ndivyo ninavyokuwa, na kadri ninavyokuwa ndivyo ninavyokuwa huru. Kwa hivyo dunia yangu, usinitese kwa sababu usiogopi. Siogopi, siogopi kupita kwenye moto, maana mimi ni dhahabu. Ni lazima nipite kwenye moto ili niwe jasiri, imara kamili. Mimi ni mwana wa matumaini, mimi ni shujaa wa roho yangu, na najua mwisho wa safari hii nitakutizama usuni na niseme asante kwa majaribu, yamenifanya kuwa mimi wa leo, maana sasa niko huru. Ninaandika barua hii siyo tu kwa ajili yangu bali kwa kila mtu anayesikia maneno haya. Kama unaumia, usikate tamaa. Kama unateseka, simama imara. Jua kwamba ndani yako kuna nguvu kubwa kuliko mateso yoyote ya dunia. Leo naweka sahihi yangu ya ujasiri na matumaini. Leo najipa ruhusa ya kuishi. Najipa ruhusa ya kupenda. Najipa ruhusa ya kushinda. Dunia, mimi ni wako. Lakini siyo mateka wako.